kikuu cha upinzani nchini humo cha demokrasia na maendeleo Chadema kimesema makamu wake mwenyekiti John Heche amefunguliwa mashtaka, mashtaka ya ugaidi ikiwa ni siku kadhaa baada ya ghasia za baada ya uchaguzi kulitikisa taifa hilo huku kukiwa na ripoti za mauaji ya watu wengi. Hayo yanajiri wakati serikali ikiendelea kukaa kimya kuhusu mauaji hayo huku ikiendeleza harakati za kuunda serikali baada ya rais Samia Suluhu Hassan kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa Oktoba 29 kwa asilimia karibu tisini na nane ya kura. Amina Abubakar na mengi zaidi. Chadema imeandika katika mtandao wake wa X kwamba makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche aliyekamatwa Oktoba 22 amefunguliwa mashitaka ya makosa ya ugaidi. Chama hicho kimesema polisi ilimsafirisha Heche kutoka mji mkuu Dodoma hadi Kinondoni alikofunguliwa mashitaka hayo. Kwa mujibu wa Chadema, Heche alikataa kuandika taarifa, lakini atatekeleza haki yake hiyo wakati atakapopelekwa kotini. Hadi sasa haijawawazi ni lini hasa Heche atakapofikishwa mahakamani. Awali, makundi ya kutetea haki za binadamu yalielezea wasiwasi wao kuhusu kamata kamata iliyokuwa ikifanyika dhidi ya upinzani kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29. Viongozi wa upinzani aidha walifungwa jela au kunyimwa nafasi ya kushiriki katika uchaguzi huo mkuu. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Mwailisu hadi leo anazuiliwa jela akikabiliwa na mashitaka ya uhaini ambayo adhabu yake ya ni kifungo cha maisha. Kulingana na Tume Huru ya Uchaguzi Tanzania, Rais Samia Suluhu Hasan alishinda uchaguzi kwa asilimia 98 na ya kura, matokeo ambayo upinzani mweyapinga na kuutaja uchaguzi huo kuwa mchezo kuigiza. Ghasia za baada ya uchaguzi zilijitokeza siku ya uchaguzi vijana walipomiminika barabarani kupinga uchaguzi huo ambao haukuvishirikisha vyama vikuu viwili vya upinzani, Chadema na ACT Wazalendo. Kuchacha kwa maandamano hayo kulifanya serikali kufungia mitandao na kuweka amri ya kutotoka nje masaa ya jioni upinzani Upinzani unasema katika vurugu hizo mamia ya watu waliouawa, lakini hadi sasa imekuwa vigumu kuthibitisha idadi ya waliouawa kutokana na viongozi husika kutopatikana kuzungumza na vyombo vya habari. Chadema kupitia afisa wake anayeshughulikia masuala ya kigeni Diogratius Munishi, pia imedai kuwa vikosi vya usalama vimekuwa vikitupa miili ya mamia ya maelfu ya waliouawa katika ghasia hizo, vikijaribu kuficha kiwango cha mauaji yaliyofanywa. Past few days, we... kwa siku kadhaa zilizopita tumesikia ripoti kwamba polisi wanakwenda katika hospitali mbalimbali wakikusanya miili ya wale waliouawa wakati wa maandamano, na tunasikia baadhi inazikwa katika makaburi ya pamoja. Haya ndiyo mambo tunayotaka mashirika kima ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa kuja kujionea tunasikia baadhi ya miili inatupwa katika bahari ya Hindi, mengine inatupwa katika mto Ruvu ambao ni mtu maarufu kuwa una mamba wengi. Kwa hivyo unapoitupa miili hiyo inakuendio chakula cha mamba. Serikali ya Samia Suluhu Hassan bado imekaa kimya. Pia kuhusu hili, hakuna maoni yoyote yaliyotolewa kuhusu madai hayo. Haya yanajiri wakati kiongozi huyo wa taifa hilo la Afrika Mashariki akiwaita wabunge wote wateule mjini Dodoma Novemba nane kuanzisha shughuli za usajili na taratibu nyingine za kiutawala zitakazoanza rasmi siku ya Jumamosi hadi siku ya Jumatatu Novemba kumi.